Fi a'dha'il insani ala sifatin makhsusatin, udhu ni kumwabudu Allah kwa kutumia maji yaliyo tahara yenye kutoharisha. Fi a'dha'il insani, kuyatumia katika viungo vya mwanadamu ala sifatin makhsusatin, kwa namna maalum. Udhu ni kumwabudu Allah azza wa jal kwa kutumia maji yaliyo tahara yenye kutaharisha. Tahurun kuna tahirun, na kuna kuna tahurun, kuna tahirun, kuna najisun katika maji, na baadhi ya wanazuoni wafiki wanayogawanya kwenye vigawanyo vitano mushamas na mfano wake, mustamal na mfano wake. Ala kulli hal, usahin kwamba yanagawanyika kwenye vigawanyo vitatu maji, kuna tahurun, kuna tahirun, kuna najisun. Maji ambayo ni tahur, maji ambayo ni tahur yani ni maji ambayo tahirun li, fi nafsihi mutahhirun lighairi, yenyewe ni tahara kwa dhati yake, na yanataharisha chengine, yanaitwa tahurun, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Na kuna tahir ambayo, yani, ni tahirun fi nafsihi faqat, ni maji yaliyotahara kwenye nafsi yake tu, hayataharishi kitu chengine kwa mfano maji ya nazi au mgomba, ule ukiuminya ule unatoa maji yale, ni tahara lakini hayatoharishi chengine. Huwezi ukatumia maji ya nazi kutawadhia, wala maji ya mgomba kutawadhia, wala huwezi ukakamua juisi ya machungwa na yenyewe maji yale, lakini tahir sio tahuru. Yani ni yani tahara tu kwa dhati yake, hayataharishi chengine. Uwezi sasa ukakamua machungwa ukatawadhia. Soda ni tahir sio tahur, uwezi ukatumia soda kutawadhia, kwa sababu ni tahirun, yenyewe ni tahara kwa nafsi yake, lakini haitahari shichengine. Kwa hiyo itafaa kwenye matumizi yake tu, haitofaa kwenye matumizi ya kuondoshea najis wala hadath. Umeelewana, kuna maji ambayo ni tahir na kuna tahur. Kuna tahur, af tahir, kisha najis hii twahuru yaingia maji aina nyingi sana. Maji yaliyotumika hapo yataingia hapo, hapo kama ametumika kwa kwa kwa kuondoshea kitu yani kwa ametumika kwenye kitu ambacho ni, ni twahara si najisi, yanabaki kwenye kwamba ni twahiri lakini sio twahuru tena, kwa kuwa yashatumika, hayawezi kutwaharisha mara ya pili. Mfano wa vitu kama hivyo. Kisha kuna najisi, maji ambayo imetuka ndani yake najisi yakawa yako chini ya kullataini au yako zaidi ya, ya kulataini lakini yamebadilika kwa sababu ya najisi iliyotuka ndani yake, yamebadilika ladha au rangi au harufu, anaitwa najisi. Ala kulli hal, alwudhuu udhu huwa taabudu lillahi azza wajal, ni kumwabudu Allah azza wajalla. Bisticmali ma'in tahurin, kwa kutumia maji ambayo ni tahara yenye kutaharisha

kharaja min wajhihi kulu khatiatin nadhara ilaiha biainaihi, kutoka usoni kwake kila dhambi aliyoitizama kwa macho yake. Maa lmaa, inatoka dhambi hiyo pamoja na matone ya maji. Au maa akhiri qatru lmaa, au na lile tone la mwisho la maji. Na ndio hapo wanazuoni baadhi wakapendekeza kutojifuta yale maji, yani kuto tu jikausha maji. Ukitawadha yache yakauke yenyewe, usijikaushe, usiyalazimishe kukauka. Sababu so, kila tone moja linaanguka na dhambi <coughs> so, kule kuyafosi kuna kunaondosha makusudiwa haya. Fa idha ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khatiatin kana batashatha yadahu ma'alma, akiosha mikono yake hutoka mikononi mwake kila dhambi ambayo imeguswa na mikono yake. Dhambi hizo hutoka kwa yale maji, au maa akhiri katri lmai, au hutoka hizo dhambi zilizoguswa na mikono na lile tone la mwisho kutoka mikononi la maji, pamoja nafasi ya udhu hiyo wa faidha ghasala rijlaihi akiosha miguu yake, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu maa lma, hutoka kila dhambi ambayo imetembea kuielekea dhambi hiyo miguu yake, dhambi hiyo hutoka maa lma, pamoja na maji ambayo unaoshea kwayo mguu, au maa akhiri qatr al lma, au dhambi hiyo hutoka pamoja na lile tone la mwisho la maji. Hata yakhruja naqiyan min dhunubi, mpaka muislamu huyu anatoka kwenye udhu aliyakuwa katakasika na madhani. Hadithi ikaitwa, okay, Imam Muslim rahimahullah, fadhla za kutawadha hizo, fadhlul wudhui wassalati ba'dahu, ubora wa udhu na ubora wa kuswali baada ya udhu.

hebu nis, nipe habari nisimulie, mimi amali ambayo unaitarajia zaidi katika amali zako njema ulizozifanya kwenye Uislamu. fa inni sami'tu fa inni sami'tu daffana alaika, hakika mimi nimesikia kishindo cha viatu vyako. baina yadai ya filjanna, mbele yangu katika pepo nimesikia nyayo zako ukitembea mbele yangu peponi. qala ma amiltu amalan, Akasema sikupata mimi, sijafanya mimi amali yoyote ile arja indi, ambayo natarajia zaidi amali hiyo kupata malipo yangu mimi kwenye amali hiyo anni lam atatahhar illa anni kuna illa, hapo haipo, oh eh, illa anni oh, ghaira anni, isipokuwa mimi lam atatahhar tuhuran, sijapata kujitaharisha tahara yoyote ile, fi saatin, katika muda wowote ule, lailin au naharin, usiku au mchana, illa sallaitu bidhalika tuhuri ma kutibalia an usalli, isipokuwa niliswali kwa ajili ya kujitwaharisha kule kutawadha kule, kile nilichoandikiwa kukiswali. Yaani alikuwa akiswali rakaa mbili kila baada ya udhu, amali hiyo akawa naitarajia sana malipo yake mbele ya Allah. Kwa hiyo ni sunna kuswali rakaa mbili baada ya udhu, ukitawadha

akaufanya vizuri udhu wake thumma yaqumu fa yusalli rakataini, kisha akasimama akaswali raka mbili. Muqbilun alaihima biqalbihi, hali ya kuwa amezielekea kwa moyo wake. Wa wajhihi, na uso wake. Illa wajabat lahu ljanna, isipokuwa muislamu huyo itamuwajibikia yeye kuingia peponi. Hapa tunajifunza mambo mawili: hadithi ya Bilali na hadithi ya nani ya Abu Amir, ukba ibnu Amir. Tunajifunza nini? Kwamba rakaa hizi mbili alizoziswali Bilali alizifunza mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyoonyesha hadithi ya nani ya ukba ibnu Amir, kwamba hakuna mwislamu ambaye atatawadha vizuri kisha akasimama akaswali rakaa mbili baada ya udhu na rakaa hizo moyo wake kauelekeza kwenye rakaa hizo mbili, na uso wake kauelekeza kwa Allah, moyo wake na uso wake, vyote viko vimeelekea kwenye hizo rakaa mbili isipokuwa itamwajibikia pepo. Bilali kwa sababu ya kuyajua mafunzo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila akitawadha anafanya nini? Anaswali rakaa mbili. Haimaanishi kwamba Bilali amezua kama wanavyosema wazushi, tayari njambo hilo lipo kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasalama, sawa. Hadi kaipokea Muslim pia kama alivyopokea hadithi ya Bilali. Ah, hadithi ya Bilali kaipokea Bukhari na Muslim na hii kaipokea Muslim. Furudhul udhuu, faradhi za udhu ghaslul wajihi kuosha uso ni faradhi. Wa minhu na miongoni mwa uso, almabbadatu walistinshaku ni kusukutua na kupandisha maji puani. Hapa kwenye kusukutua na kupandisha maji puani kuna alqadrul mujziu na alqadrul kamilu, kiwango chenye kutosheleza na kiwango kamilifu. Kiwango chenye kutosheleza ni ufanya vitu viwili kati ya vitatu kwenye kusukutua na hata kwenye kupandisha maji puani. Vitu vitatu mvipi? Kuchukua maji ukayatia mdomoni ukayasukutua kisha ukayatema, kuingiza maji mdomoni ukayasukutua kisha ukatema, hivyo vitu vitatu, kifanye hivyo vitatu Balaghta filistin shaq umefanya mubalagha umefika ukomo wa kusukutua. Na kwenye pua uchukua maji ukayatia kwenye tundu za pua, kisha yale maji ukayatoa kwa nguvu, na baadhi wanapendekeza na kuingiza vidole pia ukasugua uka, uka, kwavyo kwa illa kuyavuta maji kwa tundu za pua, kisha ukayatoa kwa nguvu. Ukifanya hivyo, umefikia upeo katika kupandisha maji pua. Kiwango chenye kutosheleza ni kufanya vitu viwili, ukichukua maji ukayatia, ukaingiza mdomoni, ukasukutua kwayo tayari ushafanya kiwango chenye kutosheleza. Sasa hayo maji umeyatema umeameza hilo sasa ni jambo lingine, na suna kuyatema. Na kwenye kiwango chenye kutosheleza puani ni kunini? Mfano, kuchukua unyevu, unyevu wa maji ukautia kwenye tundu zako za pua, hiyo tayari inatosheleza kwamba umeepandisha maji puani. Ule unyevu, unyevu, unyevu ni maji, na wanatoa mfano baadhi wanazuoni wa fiqhi kwamba mfano mtu akiloanisha kitambaa kisha alipofika kwenye kuingiza maji kupandisha maji puani akaloanisha kitambaa akakitia kwenye tundu zake za pua akakitoa, tayari tunasema pia kapandisha maji puani. Kwa hiyo ghaslul wajhi wa minhu almadmadha wal istinshaq, kuosha uso na miongoni mwa uso ni kusukutua na kupandisha maji puani. Kadhalika uso una upana na urefu. Upana wa uso ni usikio kuanzia kuanzia sikio moja mpaka sikio lingine, na urefu wa uso ni kuanzia mwanzo wa maotea nywele za kichwa mpaka chini ya kidevu. Na wanasema wala ibrata bil aqrai wal afzai, wal afrai wala ibratu wala ibrata bil aqrai wal afrai, hapazingatiwi mwenye upara wala ambaye nywele zake zimekuja zime, zime hadi usoni. Tutaangalia saizi ya uso wa mtu ambaye uso, uso wake uko kawaida. Kwa hiyo ikiwa mtu unywele zake ziko mpaka machoni, hatuwezi kumwambia uso wako kuanzia hapa kwenye macho kushika chini, hapana. Wala ikiwa mtu ana upara mpaka katikati kati ya kichwa chake, hatumwambia we uso wako unaanzia hapo katikati ya kichwa, hapana. wala ibrata bil aqra'i wal afra'i, hapana mazingatio kwa nani? kwa mwenye upara wala ambaye nywele zake zimekuja hadi usoni, wote wataosha katika uso wa kawaida wa mtu ambaye nywele zake ziko sawa sawa. Ghaslu lyadaini maa lmirfaqaini, kuosha mikono miwili pamoja na tindi mbili ni, ni fardhi. Mashu rasi wa minhu ludhunani, kupangusa kichwa na miongoni mwa kichwa ni masikio mawili pia ni fardhi. Ghaslu rijlaini maa lkabaini kuosha miguu miwili pamoja na nguyu mbili pia ni fardhi. Atartibu baina al-a'dha'i sabiqa, kupangilia baina ya viungo vilivyotangulia kutajwa hapo pia ni nguzo nini, ni fardhi. Almuwalatu baina ghasli al-a'dha', kupati kufuatanisha katika kuosha viungo pia ni nguzo, ni fardhi katika fardhi za udhu. Sunanul wudu, sunna za udhu. Anasema sunanul wudu, sunna za udhu. Asiwaku kupiga mswaki. Ghaslul kafaini thalathan, kuosha vigenja viwili mara tatu. Albadu bil madmadati, kuanza na kusukutua kabla ya kupandisha maji puani. Thumma listinshaqu qabla ghasli alwajhi, kisha kusukutua kupandisha maji puani kabla ya kuosha uso takhlilul asabi'i kuchanua vidole kuchanua vidole, yani mkusugua baina ya vidole viwili kwa kidole kingine vya miguu na vya mikono. Atayamunu, kutanguliza upande wa kulia. Alghaslatu thaniya wa thalitha, kosho la pili na la tatu ni sunna. Addu'a ba'da alwudhu, dua baada ya uzu na baada udhu, nayo ni sunna. Salatu rak'ataini ba'da alwudhu